Umbali wa kilomita 264 kutoka Nairobi, katika kijiji cha Kirathimo, kaunti ya Laikipia, tunamtembelea George Chege. Chege anaishi na hali ambayo inamtesa kwa miaka minane iliyopita. Baba huyo watoto wawili, mwenye umri wa miaka 34 amepigana na kifua kikuu cha mapafu mara kumi, na hali yake mara nyingi inarudiwa licha juhudi zake za kufuata matibabu kwa bidii. Kaonekana imeisha safari yangu imekuwa ngumu kutoka 2016 na imekuwa ngumu kabisa juu kutoka hiyo mwaka, TB imekuwa inaisha na inarudi, namaliza treatment after three months, four months, inarudi. Kila pumzi anayoipumua kila hatua anayoichukua ni ushuhuda wa mapambano yake. Hii machine hii oxygen concentrator naitumiaga hasa nikitembea kidogo ama nikiogea, sana nachoka, huwa nachoka nikishachoka na natumia oxygen. Kwa kukosa umeme wa kuendesha mashine yake ya oksijeni, George anategemea nishati ya jua. Ukiangalia hasa kama kwa hii kijiji, kama vile nimesema awali, hakuna stima. Kama kama saa hii vile unaona mvua inanyesha, inabidi ni ni chanja nninichanja yenyewe nnienyewe unachaji betri yake, unatumia hiyo betri na haiwezi maliza three hours So imebidi ninunue betri mbili. Hii ikiisha, napeleka hiyo ingine hapa kwa shopping center na charge. Licha ya changamoto zote, George amekuwa mtiifu kwa matibabu yake na kufuata ratiba ya hospitali. Hata hivyo, kwa mujibu wa mhudumu wa afya ambaye amemtibu kwa mara tano sasa, hali yake ni jambo ambalo linakosesha amani wadau wa afya katika kaunti hii every time we ita Ugonjwa wa TB unawathiri wanaume zaidi kuliko wanawake with with COVID. About two thirds of of those with TB are actually males. Maybe because of their You know, social, economic orientation they are the ones who are most outgoing these are the people you will find in dungeons engaging in You know, those dark alleys sipping TB kando na kuathiri mapafu inaweza kuathiri viungo vingine vya mwili isipokuwa nywele kucha na meno. Huku juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa kifua kikuu zikiendelea kushamiri, wataalamu wanaonya kuwa ukosefu wa idadi halisi ya watu wanaogua ugonjwa huu unaendelea kulemaza malengo. Yunisomolo, K24, kaunti ya Laikipia.